Familia zetu, lakini pia kutetea familia zetu tukiwa kama vijana wa Kitanzania. Uh, kuna vitu vimetokea na distribution ambayo inasimamia kazi zangu. Ya imezuia mapato kwa miezi minane, kwa miezi minane, almost siwezi ku invest tena kwenye kazi yangu. Sio kama siwezi kurekodi, mimi narekodi kila siku. Na ndio maana nawapostia watu kuona kwamba bwana mimi nafanya kazi ila hazitoki kwa sababu kuna hicho kuna kuna yes, hicho ambacho tumekiwasilisha, right? Uh, lakini namshukuru Mwenyezi Mungu kimefika kwa walezi wetu BASATA, nadhani itakuwa ni vizuri zaidi kama kikifanyika kwa haraka, ili ndoto ya kijana mimi isije ikafifia na isije ikapotea ikaishia kwamba msanii ambaye ni wa Kitanzania, kijana ambaye alikuwa anapambania kariera yake kariera yake imepotea kwa sababu ya kuwa tofauti na kampuni fulani. So niwaombe tu wazazi wangu BASATA, walezi wetu, shirika ambalo mimi naamini ndo baba yangu ndo mama yangu, kwa sababu wao ndo ndo wametuwekea maadili pia ya muziki wetu wa Tanzania, wanisaidie kwa hili kwa uharaka zaidi, kwa sababu pia kutetea kariera yangu pia. So, yes. Na, na kipindi ambacho umezuiliwa uh, mapato yako yote labda, yes. Ulijaribu kufuatilia ili kufahamu sababu kubwa ya mapato ambayo ulikuwa ukiyafanyia kazi kwa takriban miezi minane kuzuiliwa ilikuwa ni nini? Uh, mapato yanajulikana na of course wamewasilisha kila kitu, na ni mkwanja tu mrefu, yani ni mrefu tu, yani ni mkwanja yeah. Yani, nunua kiwanja nyumbani. Uh, <laughs> sio nyumbani <laughs> right, Dar es Salaam. uh -huh. hmm. so mi kikubwa ni mwombe tu Mwenyezi Mungu Uh, atufanyie wepesi kwenye hilo ili liwe, liwe kwa uharaka zaidi liwe jepesi okay. Ili watu pate kutoa kiu zetu, kwa sababu mi mwenyewe na kiu ya kumwona shabiki yangu anaimba nyimbo yangu, kwa sababu mi navyorekodi na muziki always niko ndani, so nahitaji kuona improvement kwa watu kwamba ulichokifanya mm, it's a big thing, yeah. Okay, so.